I want to nachukua hii nafasi kuwapatia njia yenye naweza kujifungua na hii chombo. Wengi wanasema ni ushirikina, wengine wanasema ni uchawi. Lakini nataka niwaambie kitu moja, kuna watu wanasema hii ni ushirikina, na ikiwa umeona chungu kama hichi kwa kutumia katika sala ama maombi, unaona ni ushirikina, basi unaona vibaya. Kitu ambayo nataka ni kueleza ni kwamba uwezo unaoutumia kwa kufanya mambo haya ndio unakusudia na process yenye unafanya, kwa sababu hapa sasa ni kujiweka free, kujiweka huru kutokana wale watu ambao wamefungiwa hatima, wale wamefungiwa hatima zao wamefungiwa nyota zao, wamenyang'anywa mambo mazuri, hakuna jambo nzuri linaendelea katika maisha. Ukijaribu hili limekwama, ukijaribu lile haliendi, watoto wako hawaendi, hawafanikiwi, wako mjini, wengine wako katika nchi ambazo ni nzuri sana za ng'ambo, lakini wanavuta bangi, wamechanganyikiwa, wametumiwa mambo ambayo yamewaweka chini katika maisha wewe kama mzazi, hakuna kitu cha maana unapata. Unakuta mtoto wako ako ng'ambo, lakini anavuta bangi kweli kweli, kiasi ya kwamba hawezi enda kazi. Wengine wako ng'ambo, lakini wamerogwa kiasi ya kwamba wanakuwa ovyo tu, hawezi kupata mwelekeo katika maisha. Hivi sasa ninapambana na kesi ya mtu mmoja ambaye yuko Marekani, mtoto wake anasumbuka sana, na hii ni mambo ambayo watu wengi wanayafanya kwa maboma Inafanywa kule manyumbani mahali watu wametoka wamezaliwa. So wale ambao mnanisikiza, ninapowapatia mwelekeo, kwa sababu wengi ambao nina eh, ninakutana na wao, hata wengi ni wale ambao wanamjua Mungu. Mtu anakuambia mimi, nimeomba sana, nimefunga sana, nimetoa sadaka, nimetoa dhabihu zangu, lakini sijaona mafanikio, nimesacrifice kwa madhabahu, nimejinyima lakini sijaona mafanikio. Sasa mimi huwa sikatai kwamba kutoa sadaka dhabihu na sacrifice na hizo ma, ma, maombi na kufunga, sijakataa kwamba ni vitu ambavyo havina nguvu hizo ni mojawapo ya silaha za kutumia ili kujiondoa. Lakini silaha zinapitana, wakati ambapo unatumia silaha, silaha zinapitana, uwezo pia nataka ujue kwamba kuna silaha ambazo zinahitaji silaha zingine zisaidiane. Sasa kwa kesi kama hii, sijaondoa maombi, sijaondoa kufunga, sijaondoa kumwishia Mungu na kumtumikia kwa madhabahu, lakini unaweza tumia pamoja na hayo mambo. Nafanya, unachukua chungu kama hichi. Kama boma lenu limefungwa, kuna mafa, watu wanakufa kabla wakati Tumia huduma hii utafungua watu wako. Kama kuna watu ambao hawawezi kujenga manyumba ikaisha, hakuna nyumba ya maana iko kwa boma yenu, na mtu yeyote anayeinuka kujenga ama kufanikiwa apate kitu hela mikononi angalau akafanya kitu kama ile, basi wanamlete chini, wanamfunga mahali. Unaweza kutumia huduma hii itamfungua. Una kanisa ambalo limekaa miaka mingi na aliendi miaka inapita, miaka mitatu miaka tano, lakini washirika ni ishirini. Unaweza kutumia huduma hii ukafungua maeneo pale, utafaulu. Kuna watu ambao biashara zao pia zimekwama, na wengine maboma ni magonjwa, wanatumiwa magonjwa moja nyingine, wengine ni visirani tu. Unakuta mtu anapata pesa, lakini anakuwa wazimu. Mwingine anapata pesa, anakuwa ni kufuatana wanawake tu wanawake mwingine ni mwanamke wan mzuri lakini yeye amerushiwa roho kiasi ya kwamba tulii na mume moja yeye ndio huyo na ule ndio ule na yule yani, hiyo si kupenda kwao, ni vitu vinafanywa kwa maboma. Na ninaomba Mungu awasaidie wa kunielewa jamani. Ye watu wa Mungu, haya ni maarifa ambayo atakutoa ndani ya hizo matatizo. Kama kuna maboma iliyo na vitu hivi nahesabu na vitu vingine ambavyo sijahesabu, mikosi, matatizo haya kama vile nimesema, tafuta chungu cha udongo kama hichi, inaitwa clay pot. Tafuta chombo hichi, alafu ile jamii yote ambao mnakubaliana kwamba kwa hii boma yetu kweli kuna shida tunatakana kuitatua au watu wote ambao wanakubaliana kama ni mandugu wote wakuje pamoja, wachague siku ambayo watakutana, wanunue chungu kama hichi, kila mmoja akusanyike pale alafu mtoe viatu kila mmoja achote mchanga kwa kivuli chake, alafu aongee na mchanga huo vile anavyotaka, then aweke ndani ya hicho chungu. Kila mmoja mkimaliza, wekeni mikono kwa hiyo chungu. Kila mmoja abebe chungu na aongee vile anavyotaka, unamaliza unapatia mwingine, unaongea vile unataka, unamaliza hivyo hivyo. Mkimaliza pamoja na wazazi wakiwa pale Mungu akiwajalia, kama wazazi wenu wapo. Kama hawapo, basi ninyi ndio mnafanya. Kumbuka, huduma hii inafanywa chini ya mamlaka ya kiroho. Kuna mmoja wenu ambaye ni mkubwa kuliko wengine, ndiye atakayepasua hiyo nyungu. Maana yake ni kwamba kama baba ndio mwenye hiyo boma, ndiye atafanya hiyo huduma, watoto wote pamoja na mama. Akiwa kama baba hayuko, mama ndiye ana mamlaka atafanya hiyo kazi. Kama mama hayuko, kijana wa kwanza au msichana wa kwanza, yaani aliye na miaka mingi kwa wengine pale, ndiye atakayefanya huduma hizo. Ijapokuwa katika maboma mengine mke wa mtu anaweza kuwa na miaka mingi kuliko mume, lakini katika nafasi hii ni habari ya miaka. Iwapo wewe ni mwanamume ambao ulioa mke ambaye anakushinda miaka, na ikifika huduma hii, wewe ndio mume uko kwa hiyo boma, hautafanya ni mke wako ndiye atafanya kwa sababu hii inaenda na miaka haiendi na mamlaka ya, ya, ya mume. Inaenda na miaka, unaelewa? Sasa aliye na miaka mingi kati ya wale watu wamekubaliana ndiye atafanya huduma hii. Mkipasua hiyo nyungu hapo pamoja, kila mmoja anatoka hapo anaenda kwake. Ile vipande ambavyo vimebaki mnaokota, vitaenda kutupwa nje ya hiyo boma, lakini msivitupe mahali pamoja. Mnatupa kwa kutawanya tawanya, kutawanya tawanya kiasi ya kwamba atakaye kuja kuzuia na kuwazuia nyota zenu na kuzuia kuendelea kwenu na mafanikio yenu, itabidi akusanye hizo vipande arudishe nyungu pamoja, alafu ndiyo atakuwa na uwezo achukue mchanga wote ambao umemwagika aweke pamoja, ndipo atakuwa na uwezo wa kuzuia hiyo huduma. Hiyo huduma haizuiliki. Haswa sana wale ambao mnamjua Mungu, wale ambao mmeokoka. Kama we ni pasta, we ni mwinjilisti, we nabii, we ni mchungaji, we ni mtu wa Mungu, we ni mtu ambao una roho ya Yesu Kristo, unamwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi, una neema kubwa sana ya kufanya huduma hii na kulete kuma, ma, mafanikio katika boma lenu, kuondoa maroho ya mikosi na vifo na visirani na vifungo vya kawaida ambayo vimefunga watu. Kila mara kwa mara kwa kuendelea. Mungu awafanikishe mtakapofanya huduma hii, na kama unataka kufanya na umeshindwa kwa sababu ya kanuni, kwa sababu kuna kanuni ambazo lazima uzifuate za mtu ambaye anafaa kupasua hii nyungu, atakayepasua, kuna kanuni zake na sheria zake. So kwa video zangu ambazo zimepita huko nyuma, kuna mahali nimeweka qualification of breaking port breaking service qualification ya breaking port breaking service. Sasa Mungu asaidie, na mwenyeji mw mw mw mw, anyway wangu wa kamera unanisumbua, kwa sababu naona una unapitapita hapo kama kivuli nanisumbua hapo, na niko kwa live kamera. Angalia sana, unapofanya huduma hii lazima uangalie kanuni zake, uangalie sheria zake. Ukiona kwamba inakushinda nipigie simu, nitakuelekeza na niwasaidie vile mnavyotakana kufanya. Mungu awasaidie. Kama kuna njia, kuna nia, kuna njia, kama itapatikana kwamba iwezekani, kuna vile itawezekana. Si Mungu awabariki, tukutane pot breaking service. Vunja hiyo nyungu, fungua hatima zenu, mbarikiwe. Asante.